Angola eh. Katika kusherehekea miaka hamsini ya uhuru taifa la Angola limeamua kuja na namna pekee ya kusherehekea kwa kuandaa mchezo wa mpira wa miguu kati ya timu ya taifa hilo dhidi ya timu ya taifa ya Argentina. Angola ilipata uhuru kutoka mikononi mwa Wareno mnamo Novemba kumi na moja mwaka elfu moja mia tisa sabini na tano na huadhimisha siku hiyo kama ambavyo mataifa mengine ya Afrika hufanya ili kuenzi uhuru wake. Tukio hili limekuwa la kipekee na kuleta mvuto wa namna yake, maana limewaunganisha wapenda soka Angola, Afrika na hata dunia kwa ujumla. Ujio wa nyota wa Argentina Lionel Messi imekuwa kivutio haswa baada ya kuonekana wa Angola wengi wakilimba jina la staa huyo. we seize this unique opportunity to build together an inclusive society with equal opportunities for all citizens. Sherehe zimeanza tangu Jumanne wiki hii, ambapo rais wa taifa hilo Joao Lourenco alihutubia taifa na sasa ni zamu ya pasensi ya mabuluru na Lionel Messi kutoa na jasho uwanjani, huku Manuel Benson kule Lautaro Martinez. Tukutane saa moja kamili usiku. Mimi ni Yohana Mashauri na hizi ni ripoti za Open Online Media.